Haijalishi unaishi wapi au unazungumza lugha gani, ujuzi wako unastahili hadhira ya kimataifa. Karibu SkillNet Global, soko la kwanza la kujitegemea lililojengwa kwa ulimwengu wote. Chapisha tamasha lako kwa lugha yako, na AI yetu inaitafsiri katika lugha 250 ongeza papo hapo. Kwa hivyo ikiwa mnunuzi wako mwingine yuko Tokyo au Toronto, wanaona huduma yako, kipaji chako, thamani yako. Ujumbe wetu ni wa lugha nyingi pia. Zungumza na wanunuzi katika lugha yao, tunashughulikia tafsiri. Fikia wateja zaidi, funga ofa zaidi. Badili shamra-shamra zako ziwe biashara ya kimataifa. Iwe wewe ni mbunifu wa picha, msanidi, mwandishi, mfasiri au muuzaji soko, SkillNet Global ndipo ulimwengu unakuajiri. Mero il mio primo cliente internazionale hu sio ubinafsishaji tu, hii ni biashara isiyo na mipaka. Tembelea wo Skillnet Global com. Kujitegemea, tafsiri, ufanikiwa.